Amani ya Bwana iwe juu yenu ndugu zanguni, mnayonisikiliza kupitia pembe zote za dunia, nyote mnayosikia lugha hii ya Kiswahili, mimi ni ndugu yenu, ni hambo na Remi, nawatangazia habari hizi motomoto kutoka runinga ya YouTube channel Niyi Visions TV runinga inayowaletea habari motomoto zinazotokea pembe zote za ulimwengu. Kadri ninavyozipata, nawaomba sana sana sana muwe wafuasi wa Niyi Visions TV kwa kufanya mambo tunayoongea katika Kiingereza, kusubscribe like dislike, comment and share. Muwe mnachangia vipindi mnavyovipata kupitia runinga yenu ya Niyi Visions TV ambapo unafurahia kuona kabisa kipindi kimekorea, kime nimefanya kabisa, nimechimba dawa ipaswayo. Ni vizuri uwe mfuasi wa channel hii ya runinga ya Niyi Visions TV. Pili, changia vipindi morua unavyoviona ni moto moto kabisa vinapambazua vinafungua ubongo na vinachemsha, kachangia na wenzako bana. Haina shida. Tatu, wewe nenda kule kwenye mambo nawe ya, ku, ya na wewe kuchangia, ongea changia kupitia tunachokisema comment, kwa Kiingereza comment na ukifurahia weka kidole juu, kama ufurahie weka kidole chini bana. Hiyo haisumbui. Ndo ulimwengu livyo. Hatusali hatu hatusali njia zinazofanana. Kuna wanaofanya, kuna wana wana, wana, wana sala, wanamuomba ng'ombe anakuwa mungu wao. Kwa mfano wenzetu wa Kihindu wanakwambia wana miungu elufu tatu. Basi katika maisha ya wewe na mimi hatupende hatu, hatu, vitu vimoja hatulale vinavyofanana. Kila mtu ana mienendo yake, ana tabia zake. Acha tuende kanisani, jamani. Hapa nataka niwaonyeshe tatizo zinazoikumba au zinazoukumba uongozi wa Trump kupitia a hizi sheria za wahamiaji haramu, kama wanavyosema illegal immigrants. Kwa kweli, kuna polisi inayohusika na kupambana na, wawa, na hawa wahamiaji na kuheshimisha sheria za uhamiaji hapa Marekani. Hiyo jeshi la polisi jina lake ni ICE. ICE ni na nini? Ni kifupi cha maneno makuu matatu. Immigration Customer, eh, Immigration and Customers Enforcement ndo kinachokitupa kina acronym inayotupa ICE. Ya, sio ile ice tunayitumia kwa, kwa kutaka kunywa vinywaji baridi au ile ile mvua iliyonyesha uh, wiki iliyopita na kusababisha uh, hali ya mbaya ya, ya, ya, ya baridi na kutoweza kutumia mabarabara yetu kwa sababu anateleza. Basi sio hiyo. Basi kuna maandamano aliyotokea tarehe kumi na nane mwezi huu wa kwanza tunaoaga siku ya leo ambao umekumba maisha ya watu na katika maandamano hayo, hili jeshi la polisi limeshaua watu wawili, mwana mama na mwana baba mmoja, na mwana baba amekuta na silaha na alikuwa mbabe kweli. Kuna video moja inaonyesha alivyokuwa amekasirika, amepiga tani teki kabisa mpaka gari karibika. Hawa majamaa, hili jeshi la polisi ice, na tarehe kumi na tare, nane mwezi wa kwanza Kumefanyika kitu ambacho hata mimi mwenyewe sikukifurahia. Kitu gani kimetokea? Kumetokea maandamano ya hili kundi la wademokrati wanaojiita Black Black Lives Matter. Black Lives Matter na wao wameweza kufanya maandamano hata ndani ya kanisa la St Paul huko Minneapolis, na Minneapolis, kwa watu mnaotaka kufahamu na kujua mengi ni mji unayopatikana jimboni Minnesota huko kaskazini na huko kunaishi wahamiaji wengi sana wa Kisomalia, na kuna mwanamama mmoja amehama me, kutoka Sweden mpaka kaja kujiunga na wenzake soma, wa Somalia hapo. Na wazungu huu hao wazungu wenye ubaguzi wa kupindukia wanasema ha, eh, hii som, hawa Somali wanataka kutetea sheria hapa Minnesota na vitu vingine vilivyo kuwakumba ha hii hi, hi jumuiya wa Somalia ni rushwa mpaka na na nina, na, na mkuu wa mkoa wa Wosu wa pale Minnesota, na ye amechangia. Na kitu kingine ni mji anapokaa huyu mwanamama Ilhan Omar, huyu congresswoman wa, wa upande wa kidemokrat anaishi pale, na kuna chokochoko choko nyingi wow, wao basi huyu jamani, yuko anafanya daycare, wakakuta sio daycare kumbe ni gara za kuhifadhi madawa ya kulevya na hela za serikali, ni kujijolea tu, wakuta ame, amelunda hela nyingi ambazo hazieleweki, hazi, zimetoka wapi na zina malengo gani? Pili, kuna kuna mji mmoja pale pale Minneapolis, kuna sehemu wanaiita Mogadishu ndogo. Na kama unafahamu Mogadishu ni mji ni, ni, yani, ni, ni, ni mji mkuu wa nchi ya Somalia, na Marekani wamepoteza askari wengi enzi za Clinton walivyowalivyopambana uh, pambana na nani, na wale wapiganaji wale Al-Shabaab kwa kipindi cha uh, hayati Idd na pili huko, so, uh, huko Mogadisho wa Somali kweli wanapapenda sana, unawakuta wanavaa yale mavazi yao ya, ya kufunika uso kwa upande wa kike, na hilo Marekani limezua taharuki kuona Mogadisho tumepoteza askari wetu, wameuawa pale na na helikopta zetu mbili zikadunguliwa, mi, maiti ya wenzetu akaburuzwa barabarani na kuaibisha Marekani yetu. Na tuone kwenye ardhi hii ya, ya mjomba Sam tunaliona jina mbaya ambalo limetuletea na uharibifu na limetushusha kabisa, la Mogadishu. Tangu Marekani shindwa Mogadishu, mnajua ndo mara yake ya kwanza kuburuza mkia na kupigwa kabisa na kupata kipigo cha mbwa koko. Basi basi, hapo ndio chokochoko la kwanza. Inaonekana kama hawa wenzetu wa kidemokrati, huu mji, hao hili jimbo litakuwa kifaa kizuri cha upinzani wa kumpiga na kumufunza somo huu babe wetu ba Donald Trump mi nani, uchaguzi wakati ya nani ya muhura wake utakayofanyika mwezi wa kumi na moja tarehe tano kama sikosee, naona atapoteza viti vingi katika nani pande zote mbili, ikiwa ni senate na congress na hawa, na huu mwanya wenzetu wanautumia vilivyo kweli, na wanautumia vipasavyo, kama hafa haamuke na kufanya yanayotakiwa kufanyika atakuja kuambulia mba, wa, nani, na kanisani. Sasa haya maandamano ya hawa black, black, black mata, nimekasirika sana. Kulikuwa kipindi ibada inaendelea katika huu, kanisa hili la St Paul, wakaingia wakasimamisha ibada wakavamia kule wa, nani wahubiri wanakosimama kwenye altar na, na, na, na mwandishi wa habari au mwanahabari wa zamani wa CNN Don Lemon na yeye alikuwa miongoni mwa hao waandamaji na wakamshika na wenzake. Sasa hivi wamewaweka wapi? Wamewaweka jela, wanajibu mashtaka walioyafanya, kwa sababu hauwezi kuharibu maisha ya watu ambao wamo kanisani, wanamwabudu Mungu, wanaimba na roho zao wanataka kuzituliza, ili wewe ulete moto, ulete vurugu, ulete uchafu. Katika sheria ya Marekani tuna uhuru hauwezi ukavuruga uhuru wa mwenzako kwa misingi ya, ya, ya siasa. Basi na kitu kingine cha mwisho, ndugu zangu wapendwa wa Niyi Visions TV popote mulipo, nyinyi ni watu wa thamani. Naacha niwaonyeshe tena taharuki nyingine ambao ambayo ambayo, ambayo nawezi kasababisha dunia iyumbe na iwe haitamaniki, ni vita huyu Trump na uongozi wake anayoiandalia Iran, uongozi wa wenzetu wa Mungu wa Tehran, kwa sababu kule wanateokrasi, uongozi ulio uliojengewa kwenye misingi ya Qur'an na na Mungu. Teokrasi utayumbi anataka kuyumbisha hapa. ana, ameshaagiza no manuali ya vita, naona mnuali mm, moja ni Abraham Lincoln limeshafika kwenye ha, hili guba la Wajemi huku na mnajua, huku guba la Wajemi ndo tunakopatikana guba lenye maana na lenye influence kali, kwa sababu ndo tunapokuta guba la Detroit of Homes, na chini juu kidogo ndo tunapata nchi ya Yemen kule kunakokaa Wahuti wapiganaji wa, wa, ya, yaani ambao wanapigana kama sijui kama watu hawa, hawana cha kuogopa, basi vita itakibuka hapa, ulimwengu tutakuja kuhesabu mambo mengine, kwanza itakuwa kali. Na huu jamaa Trump, kama angalii vizuri, atakuja kulilia huku, kwa sababu kunasemekana wa China na, na Urusi wanasimama chonde, chonde, waangalie baba atafanya nini mbabe huyu, ili wamwonyeshe somo Ndugu zangu mnayonifuata, inatakiwa tujue ukweli. ba ndugu zetu kulala sio kulala, kama kipofu kama kichaa, kama mtaba, ajelewe ulimwengu uko kwenye volkano. huyu alivyopata alivyomwangusha madarakani Maduro Venezuela, Trump aja simama. Ndugu zangu nawapenda sana, mukafuate vipindi vyenu vinavyopitia ni Niyi Visions TV ni nafasi ya heshima na, na, na tunachokipa kipaumbele ni ujuzi, kuheshimiana na kuchangia yale yatakayetubadilisha hapa ubongoni. Asalamu alaikum, ndugu zangu wa Islamu, amani ya Bwana nyote iwe juu yenu. Pili, muwe na afya njema. Tatu, muwe na utajiri. Ninyi ni watu wa thamani kubwa sana kwa kupitia na kwa kufuata vipindi vinavyopitia runinga yenu ya Niyi Visions TV. Mungu awabariki nyote, asanteni sana.